Habari za muda huu, ndugu mfuatiliaji wa chaneli ya Zahmidi TV. Karibu tuangalie kile kilichojiri katika mashariki ya Kati. Katika saa chache kumekuwa na majibizano makali kati ya Marekani na Irani. Marekani nasema Irani isipokubali kutia saini mkataba wake wa masuala ya nyuklia itakiona cha mtemakuni. Irani inajibu kuwa kwa sasa ni kufa kupona, haitokubali kurudi nyuma katika azma yake hiyo. Wengi wanajiuliza mapambano haya na vita hii inayoendelea, chanzo chake ni nini? Sikiliza kwa makini. Irani na Israeli ni kama wanaonyeshana ubabe, Wakati taifa la Israel siku chache zilizopita kutangaza kushambulia vituo vya silaha za nyuklia na kuzuia kabisa zoezi la uzalishaji wa nyuklia katika nchi ya Iran, wakati huo huo huo wabunge wa nchi ya Iran wametoa pendekezo kwa kiongozi wao wa juu la uzalishaji wa silaha za nyuklia. Iran imesema kwamba oparesheni yake ya kweli ya ahadi namba tatu dhidi ya Israel itatekelezwa kuanzia sasa ipasavyo salama na hivyo, hivi karibuni kumekuwa na tishio kutoka Israeli la kushambulia vinu vya nyuklia huko Irani, ambapo Irani imesema kuwa wako na utayari kwa chochote kitakachotokea, afekipa afebeki hata rudi nyuma. Kwa upande mwingine, mpango huo wa Israeli unaonekana kama kuunga mwamba kwani Irani ni taifa ambalo lina ukaribu na mataifa ya kiislamu ulimwenguni, hasa katika ukanda wa mashariki ya kati. Kwa hilo linapelekea ugumu kutimia kwa lengo la Israeli. Hivyo basi, unadhani ni nini kitakachoendelea kujidi kudidi katika majibizano hayo? Ungana nami Hamid Habibu kujua zaidi. Kauli ya mwisho ya kushikilia akili. Ulikuwa unadhani irani ni mdogo? Subiria uione katika makala ifuatayo na usahau unavyojua kuhusu vita. Zahmidi TV.